Kwingineko tunaarifiwa kwamba idara ya afya kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu imetangaza kutoa chanjo ya kipindupindu katika maeneo ya Transmara Magharibi na Kusini kuanzia hii leo. Akizungumza mjini Kilgoris, afisa mkuu wa afya katika hospitali ya Kilgoris level 4 Samuel Misoi amesema kwamba madaktari wa kawaida na wa afya ya jamii watahusishwa kutembelea kila nyumba na maeneo ya umma katika wadi ya Shankoe ili kutoa chanjo kwa watoto wa mwaka mmoja hadi watu wazima, akisema kwa kwamba chanjo hiyo haina madhara kwa binadamu. Kulitokea mlipuko wa kipindupindu mwishoni mwa mwezi Septemba, ugonjwa uliosababisha maafa katika maeneo hayo. Wafanyakazi wa afya watakuwa wanazunguka kutoka house to house, wakitembea na wale tunawaita CHPs kuchanja nyumba hadi nyumba nyingine, na tunaomba watu wa watu Transmara West hizo wards mbili shangoi na Kilgori Sendo wajitokeze na wahakikishe ya kwamba wamepata chanjo ndio tusuhie hili changa la kipindupindu. Chanjo hii itakuwa inafanyika katika siku kumi zijazo na ni uh, exercise ambayo inaendelea uh, kwa dharura kwa sababu tunasema uh, iwapo kwa hii chanjo si uh, dawa ya kuponya tunasema ni kizuizi na kizuizi ambacho kitaweza kukusaidia kwa miezi ingine sita inayokuja. Katika hiyo miezi sita tunang'ang'ana na yale mambo mengine. Tukisema kwamba katika nyumba yako mwenyewe wewe kuwa msafi, kula chakula safi, aangazia kwamba mazingira yako yote ni masafi.